Leo tunafaa kuintroduce song yetu mpya, kama si wewe. Hmm. Kama si ndio mama, kama sio Bwana hatungelikuwa hapa. Kama sio Bwana, mambo mengi angekuwa ametokea katika maisha yetu, lakini Mungu ni mwema, ametulinda, ametupigania, si ndio? Hmm. Aya, kama si wewe, wewe. Kama, kama si wewe. Kama si wewe. Kama kama kama si wewe.

tena ni Baba, baba wa mayatima. Kama si wewe ni nani tena? Unaye watetea uwapendao, kama si wewe ni nani tena? si si wawapa nguvu wanyonge, kama si wewe, wewe ni nani tena, na kuwaheshimisha mbele ya wenye nguvu kama si wewe ni nani eh? Kama, si kama si wewe, kama si wewe, kama si wewe ni nani? si Simba wa Yuda, si Haleluya! <laughs> uh -huh. Huo ni wimbo wangu mpya unaokuja mwezi ujao, jitayarisheni, mubonyeze hiyo <laughs> inabonyeza nini? <laughs> make sure me subscribe Una like, una comment, una share na ubarikiwe sana.